Kama wizara tutakuwa kihereherе na kushirikiana na wadau wote wanaohusiana na, na mazingira katika kuyalinda na kutuyatunza na kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania iliyo bora na Tanzania iliyo salama. Na hivi sasa tumefanya mabadiliko ya sera ili endane na mazingira ya sasa ili tuweze kushirikiana na wadau wengine wote katika swala zima la ulindaji na, na utunzaji wa mazingira. Jambo la pili ambalo linalotaka kulizungumza kwamba tumekuwa tukiyazungumza mazingira kwa muda mrefu sana, lakini Watanzania lazima ifike wakati tuone yale athari tunazozipata yawe mafunzo, kwa sababu athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, athari zinahusiana na uharibifu wa mazingira kwa taifa letu yapo wazi. Kwa mfano, kwa eneo letu sisi la maji, hivi karibuni, katika miaka miwili iliyopita, tuliona pale Mto Ruvu ulikauka kabisa lakini yale ni athari ya mazingira. Tunasema mabadiliko ya tabia nchi, lakini ukweli ni mabadiliko ya tabia za binadamu, watu kukata miti ovyo, watu kulima katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo athari zake ziko wazi. Kwa mfano tukaenda Pangani, athari ziko wazi, leo tunaona kabisa bahari imekula mji wa Pangani kwa sababu bahari imeongezeka kina, inasogea katika mji. Kwa hiyo haya ambayo tunayaona athari zake kutokana na mazingira kwamba sasa yawe mafunzo, na nashukuru ofisi ya mazingira kwamba inakwenda vizuri chini ya makamu wa rais kuhakikisha kwa kwamba tunakuwa na mikakati thabiti katika swala zima la kulinda na kuyatunza, na hata Mheshimiwa Rais na amekuwa champion katika usimamizi na kuweka hii ajenda katika swala zima la, la mazingira. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyepesi ambayo tunakitaka kusema, mazingira yetu, mazingira yetu, maisha yetu, kwa maana ya uhai wetu. Kwa hiyo tujipange hasa katika kujenga Tanzania ile tuitakayo katika manufaa katika masuala mengine.